Swala la utekaji, watu wanatekwa, watu wanaumia, watu wanapigwa, watu wanauawa na nimewaona viongozi wa dini kama kitima ne, nimeona amevamiwa katika eneo hili la baraza la maaskofu katoliki jijini Dar es Salaam. Sio mambo ambayo kwa kweli yanabariki kwa taifa letu. Nimeona, nimemwona mchungaji Arusha amechukuliwa <coughs> akapigwa. Pigwa na nini? Ingawa hatujui vizuri kwamba hicho kikundi cha watekaji kimetoka wapi na hicho kikundi kinatumwa na nani. Sisi kama maskofu imetushangaza kwa sababu e, kwa miaka mingi e, unaona, mimi ni mtu mzima sasa. Toka nimeanza huduma katika nchi hii ni zaidi ya miaka ishirini nikitoa huduma za kiroho na za kijamii, lakini hatukuwahi kuona mambo kama haya yanatokea kwenye taifa letu. Kwa hiyo ninachokiamini ni kwamba e, ninaamini kwamba vyombo vya dola, vyombo e, vya ulinzi na usalama, serikali yetu, ninaamini kwamba haihusiki na jambo hili, kwa sababu serikali yetu ni serikali ambayo, na viongozi tunafahamiana, isipokuwa kunaweza kukawa kuna kikundi ambacho hakijulikani vizuri, ni kikundi cha aina gani na kimetokea wapi kinafu, na malengo yake ni nini kwa sababu taifa letu ni taifa la amani. Nimesikia Wakenya e, wamezungumza maneno mengi sana kuhusu Tanzania na hata kumchora kwenye katuni rais wetu na nini, rais Samia, sijapenda na sijafurahia mimi. Niombe kwamba heshima ya rais wetu ibaki pale pale kwa sababu ni rais kwa sababu Mungu amemweka we rais pia, maana maandiko matakatifu yanasema e, tuiheshimu kila mamlaka iliyoko madarakani kwa kuwa kila mamlaka imetoka kwa Mungu. Ninachokiamini, Samia ni rais ambaye Mungu pia amekusudia we rais. So, ombe, kwa hiyo niombe kwamba wale watu ambao wanamtoa kwenye makatuni, wanamchora vibaya, wanasema maneno ambayo si yafai, malengo yenu ni nini? Kwa sababu pia na yeye kama rais ana haki ya kuonya na kuzungumza anapoona kuna mambo ambayo sio mazuri kwenye nchi ambayo yeye ni kiongozi. Nimekuwa kiongozi muda mrefu, ninaelewa gharama ya kuwa kiongozi. Unaweza kutukanwa na watu, unaweza kusema vibaya, lakini rais wetu kwa kweli eh, namfahamu vizuri. Then jambo la pili ni muombe rais angalie ili jambo linaloendelea kutuletea doa Tanzania ni jambo linatokana na nini? Na hawa watu wanaofanya jambo hili je, ni matapeli? Je, ni majambazi? vyombo vya